Msikilizaji, ni kukaribisha sana katika sehemu ya kwanza ya simulizi yetu nzuri, inaitwa Njia Panda. Mtunzi wa simulizi hii anaitwa John Njelekela. Nambari zake za simu ni 0753 759 371 mimi naitwa Felix Mwenda. Hii ni Njia Panda sehemu ya kwanza. Msikilizaji, kabla sijaanza kukusimulia mkasa huu mzuri wa kuhuzunisha na kuelimisha, kwanza kabisa e, Mwenyezi Mungu zilaze roho za marehemu wote mahali pema peponi, haswa wale waliopoteza maisha katika mkasa huu. Lakini majina yao yataishi milele daima katika uso wa dunia. Yalikuwa ni majira ya saa sita za usiku. Sauti za kutisha zilikuwa zinasikika upande wa magharibi, na baadhi ya sauti zilikuwa ni za taratibu. Kwa sababu giza lilikuwa ni nene, sikuweza kabisa kubaini kilichokuwa kinaendelea katika eneo hilo. Hofu ilikuwa nazilika kunitawala. Ndugu msikilizaji, "Mkuu, tutampata tu, hakikisheni mnamtafuta kila kona, sawasawa." "Sawa, sawa mkuu." Amri hiyo ilikuwa natolewa na watu wale, na kwa sababu nilikuwa nimejificha karibu yao, kwa vile nilijisogeza pembeni kwa utaratibu na kisha nikaondoka kwa staili ya kutambaa mithili ya nyoka. Na walipojaribu kuziwasha tochi zao, hapo ndipo nilikuwa makini zaidi. Nilipapasa huko na kule, hatimaye nikapata upenyo. Niliendelea tu kukimbia katikati ya pori lile la kutisha. Mara baada ya kukimbia kwa muda mrefu, hatimaye nikajikuta nilikuwa nimetokea katika kijiji kimoja ni kijiji ambacho jina lake silikumbuki kabisa mpaka leo ninavyokusimulia mkasa huu wa aina yake. Mara tu baada ya kuwasili katika kijiji kile, wale watu ambao walikuwa wananikimbiza sikupata kuwaona tena. Na kwa sababu ilikuwa ni majira ya usiku, kwa nikabisha hodi katika nyumba moja. Hodihodi hodi. Nani? Ni mimi. Wewe nani? Naitwa Ndunguru Mapunda, nilikuwa nazungumza pale pale mlangoni. Kibatari kiliwashwa na mlango ulifunguliwa upesi, nikajirusha mpaka ndani, kwa sababu nilikuwa nahisi wale watu wapo karibu na nyumba ile, mara baada ya mbwa kubweka kwa hasira kali. Baba tafadhali sana, naomba usiwaambie kama nipo humu, ninakuomba sana baba yangu. Mara baada ya kulalamika kwa muda, yule baba alifunga mlango na kisha aliutandika mkeka pembezoni mwa kitanda chake. Ndugu msikilizaji, sitosita kusema kwamba wema umetawala mno maeneo ya vijijini na sio mjini, yaani mjini umbea tu na unafiki ndio umetawala pekee, kwa sababu katika nyumba ile nilitandikiwa mkeka karibu na watoto wa kike walikalangu, na wasimulie haya ili kusudi na wewe upate kujifunza kupitia mimi, na kama hautajifunza kupitia mimi basi ulimwengu utakufunza dhahiri kabisa. Mara baada ya kupata msaada, siku ya pili majogo yaliwika na ilikuwa ni siku nyingine. Sasa yalikuwa ni majira ya mchana, kila mtu alikuwa ananishanga tu, kwa sababu nilikuwa naonekana watu tofauti na watu wa familia ile. Zikapita takriban ni siku mbili, yule baba akaniita faraga, na kisha akaanza kuzungumza. eh? ulisema na unaitwa nani? Mimi naitwa Ndungulu mzee. na mbona upo katika hali kama hiyo, na wanatokea wapi? Kusema kweli kabisa mzee, ni historia ndefu sana, nimehangaika sana, mito na mabonde vyote nimevuka, hayo yote ni barabara ya bibi yangu kufariki dunia. Nilikuwa nazungumza pale kwa hofu, yule baba akanitazama kwa makini na nilipotaka kuendelea na historia yangu ya maisha akanikatiza, na kisha akaniuliza swali. Na hicho ni kitu gani? alikuwa anauliza pale swali mzee yule. Nilishtuka sana mara baada ya kuniuliza swali hilo, ni zawadi ya bibi yangu kabla hajafariki. Wewe nakuomba utoke hapa nyumbani kwangu haraka iwezekanavyo, na tena usithubutu kabisa kurejea katika nyumba hii, toka upesi. Yule baba alibadilika ghafla tu. Ni kweli kabisa, niliondoka sehemu ile na kuelekea nisiko kujua kabisa. Mara baada ya kutembea kwa umbali mrefu, nilifika mjini na muda huo njaa ilikuwa nanitesa kwa muda mrefu sana. Kwa hivyo nikaingia katika mgawa na kisha nikaomba kazi yoyote niifanye ili kusudi nipate chakula kwa muda ule. Ni kweli kabisa, kazi nilipata, tena ilikuwa ni kazi ya kuosha vyombo. Kwa sababu nilikuwa na shida, nilifanya kazi hiyo nilipata msaada wa chakula katika mgawa ule, na nikiwa napata chakula TV ikabadilisha mazungumzo na kisha kuanza kutangaza taarifa ambayo ilinifanya nisiendelee kula chakula kile tena, mara baada ya kuiona sura ya yule baba aliyenisaidia, eti alikomewawa kwa kukatwa mapanga na watu wasiojulikana. Ndugu msikilizaji, kijana wetu Ndungulu yuko katika mshtuko mkubwa sana. Je, ni kitu gani ambacho kina msibu mpaka anandabwa na kutaka kuwa wa namna kama hii? Na huu ni mwanzo tu wa simulizi yetu. Endelea kuwa nasi katika sehemu inayofuata, ili kusudi uweze kujua mengi atakayojiri katika mkasa huu wa namna yake. Mwandishi na mtunzi wa simulizi hii anaitwa John Njelekela. Asante, tukutane sehemu ijayo.